Kwa watu wa Kigoma, nataka niwahakikishie tena kuwa historia inaandikwa kwenye mkoa wenu. Mlikuwa mnatumia majenereta ambayo yanazalisha umeme kwa mafuta mazito. Kwa mwaka, kwa mkoa wa Kigoma, tulikuwa tunatumia bilioni thelathini na tano kwa ajili ya kulipia mafuta na kuwapatia umeme wa Tanzania wa Kigoma wakati tunatumia bilioni thelathini na tano, makusanyo yale tuliyokuwa tunapata kwa bili wanazolipa watu wa Kigoma yalikuwa yanakomea bilioni kumi na sita. Maana yake ni kwamba kulikuwa na hasara inayotengenezwa kila mwaka kutokana na matumizi ya mafuta. Na kwa nini? Kwa sababu hamkuwa kwenye gridi ya taifa. Leo serikali imeweka fedha nyingi sana kwenye sekta ya nishati kwenye mkoa wenu zaidi ya trilioni moja nukta mbili kwa mwaka huu tunaoenda nao zimewekwa kwa ajili ya kuwapatia umeme ninyi watu wa Kigoma. Na sasa Kigoma inaingia kwenye historia ya kuwa na njia kadhaa za kuipatia umeme. Watu wa Kigoma, kuna njia mbili hapa zinajengwa. Njia ya kwanza inatoka Nyakanazi na njia nyingine inatoka Nyakanazi lakini tofauti yake ni ukubwa wake. Njia ya kwanza itakuwa na msongo wa kilovoti mia mbili na ishirini na njia ya pili itakuwa na msongo wa kilovoti mia nne umeme mkubwa. Yote hii italeta umeme hapa Kidawe kwa ajili ya kuwapatia watu umeme. Njia ya pili tutautoa umeme Tabora, utapita Uvinza, utakuja Kigoma. Na kule Tabora tumeshajenga tayari, kutoka Tabora mjini kwenda Urambo kwenye kituo chetu cha Uhuru. Na tunajenga kutokea pale kwenye ile laini ndogo mlionayo ya thelathini na tatu tunaweka laini nyingine kubwa ya kuleta umeme kwenye mkoa wenu wa Kigoma, kwamba Kigoma iliyokuwa inatajwa kama mkoa wa pembezoni kwa mara ya kwanza inaenda kuondoka kwenye historia hiyo, inakwenda kuwa Kigoma mkoa wa maendeleo. Na haya hatuyasemi ili tushangiliwe, tunayasema kwa uhakika na mbingu ni mashahidi kwamba kazi zinazofanyika Kigoma, hata kama mwanadamu hataona, basi ndani ya yule asiyeona, ndani ya moyo wake atakuwa shahidi kuwa Kigoma kazi inafanyika. Hata kama tungesema namna gani, kama hawapati nishati ya umeme, maneno yote tunayozungumza mbele yao itakuwa kelele isiyokuwa na faida na itakuwa kupoteza muda wao, kuja hapa kuja kuambia maneno, badala ya kuwapatia umeme. Kama waziri msimamizi wa nishati hapa nchini, kwa kipindi ambacho Mheshimiwa Rais ameniamini, nataka niwaambieni, mimi hamna jambo lolote nalolifanya zaidi ya maelekezo yake. Ameniambia Watanzania wanataka umeme, hawataki maneno, wanataka nishati ya umeme. Hapa Kigoma nataka nielekeze tena kama ambavyo viongozi wetu wamekwisha kusema, mwisho mpaka tunapomaliza mwaka huu, nataka tuuzime tena majenereta ya Kigoma mjini, Kigoma iunganishwe na gridi ya taifa. Hatufanyi hivi kwa Kigoma peke yake, tunafanya hivi kwa mikoa ya Lindi na Mtwara ambayo haiko kwenye gridi ya taifa, lakini wakati ule ule tunafanya hivi kwa mkoa wa Kagera, ambao mkoa wa Kagera upande mmoja hauko kwenye gridi ya taifa tunataka na yenyewe tuiunganishe kwenye gridi ya taifa. Ndugu zangu, wana Kigoma, watanzania wanataka umeme, watanzania wanahitaji mwanga. Tunataka kuifanya Kigoma kuwa habu ya nishati kwenye ukanda wa nchi yetu hii. Siku ya leo ni siku ya kipekee sana, sio kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma tu lakini kwa wadau wote wa nishati nchini. Kwa miaka mingi katika nchi yetu kuna mikoa iliyotambulika kama mikoa ya pembezoni, na sifa mojawapo kubwa ya mikoa ya pembezoni ilikuwa ni kutokuwa na umeme wa uhakika. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, mimi nimebahatika kuwa kwenye sekta ya nishati kwa miaka mingi, na tangu nimeingia kwenye sekta hii, matazamio, matamanio na shauku yetu kubwa ilikuwa siku ambayo mikoa yote ya nchi yetu itakuwa imeungwa kwenye gridi ya taifa. Sasa hivi tunapozungumza imebakia mikoa kama sita ukiwemo mkoa wa Kigoma ambayo sehemu ya mkoa huu imeungwa kwenye gridi ya taifa kutokea Nyakanazi kwa umeme wa kilovolti 33, lakini bado kuna sehemu kubwa ya mkoa ambayo haijaungwa kwenye gridi ya taifa. Lakini jambo kubwa ambalo linatokea katika mkoa wa Kigoma na hilo ndio limefanya niseme ya kwamba siku ya leo ni siku ya historia. Ni kwamba mkoa huu sasa unakwenda kuungwa kwenye gridi ya taifa kwa kutumia njia saba tofauti, na hivi leo, mheshimiwa, umeanza kwa kuweka mawe ya msingi kule Malagarasi, na hapa umeweka eh, jiwe la msingi na kama tulivyoonyeshwa kwamba kuna line itatoka Nyakanazi ya 400 kilovolt, kuna line itatokea Katavi ya 400 kilovolt, kuna line itatokea Tabora ya 132 kilovolt, kuna line ya SGR itakuja hapa ya 220, kuna umeme utakao toka Malagarasi wa 132, kuna umeme kutoka Nyakanazi wa 33 kV kuna umeme wa sola unaozalishwa hapa hapa ambao utaongezwa kiwango na hivyo kuufanya mkoa huu wa Kigoma kuwa power house ya nchi yetu. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, tunawiwa maneno ya kusema ili kumshukuru mheshimiwa rais wetu Dr Samia Suluhu Hassan kwa mambo ambayo ameutendea mkoa wetu wa Kigoma. Ni miaka miwili tu iliyopita tulipata bahati ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya ziara katika mkoa wetu na aliondoka hapa akiwa ametuahidi kuufungua mkoa wetu wa Kigoma ili ugeuke kuwa kitovu cha uchumi na biashara kwenye ukanda huu wa magharibi. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, ninayo heshima kutamka mbele ya hadhara hii kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Kigoma kwamba tunamshukuru sana rais wetu kwa sababu kwa kipindi cha miaka mitatu na nusu ambaye ameiongoza Tanzania, mkoa wa Kigoma umepokea ahadi ya serikali ya fedha za kitanzania trilioni 11 na bilioni 500 ili kutekeleza miradi mbalimbali ambayo inaondoa changamoto za miundombinu zilizokuwa zinaturudisha nyuma kama mkoa na hata kutufanya tujisikie wanyonge. Itoshe tu kusema kwa muda huu niliyopewa kutoa salamu, sitaweza kusema yote, lakini shughuli hii ya leo ni moja kati ya miradi mikubwa ambayo inaungana na miradi mingine, ukiwemo mradi mkubwa kabisa wa ujenzi wa barabara ya kutoka Manyovu kwenda Kabingo yenye urefu wa kilomita 260, barabara inayotuunga na Uganda, South Sudani, lakini pia inatunga na mikoa mingine ambayo tunapakana nayo kama hiyo haitoshi, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuondoa changamoto ya usafiri usafirishaji wa huduma na watu na mizigo katika ziwa Tanganyika. Hivi tunavyozungumza tunayo commitment ya serikali ya ujenzi wa kiwanda cha meli chenye thamani ya bilioni mia tatu na ishirini na nane kinachotegemewa kujengwa eneo la Katabe katika halmashauri halumasha ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Kiwanda hiki kikikamilika, ndipo patakapoundwa meli mbili mpya ambazo ni ahadi ya serikali ya awamu ya sita. Meli ya kwanza kubwa kabisa ya kubeba mizigo kuundwa katika maeneo ya maziwa ni hii itakayoanza kutengenezwa hapa Kigoma, itakayokuwa na uwezo wa kubeba tani elfu tatu na mia tano za mizigo. Lakini pia itafuatiwa na meli nyingine ya mizigo na abiria kubeba tani mia sita za mizigo na abiria mia nne kwenye meli hiyo hiyo moja. Hiyo ni mbali ya ahadi ya serikali na tayari tumekwisha kupokea fedha juu ya ukarabati wa meli tatu zilizokuwa zimesimama. MT Sangara yenye uwezo wa kubeba tani laki nne na elfu kumi za mafuta na kuwapelekea wenzetu Burundi na DRC, lakini pia meli ya MV Mwongozo waziri mkuu ni fahari kubwa sana ya sisi wote kuwa sehemu ya tukio la kihistoria katika mkoa wetu wa Kigoma, lakini kwa taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, mkoa huu wa Kigoma umepokea jumla ya shilingi trilioni 11.5 kwa ajili ya miradi mbalimbali mbali ya maendeleo katika awamu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, uwekezaji mkubwa huu ambao ameufanya Mheshimiwa rais katika mkoa wa Kigoma umeenda pia kunufaisha katika sekta ya nishati. Na leo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, wewe umeweka jiwe la msingi katika miradi mitatu katika mkoa wetu huu wa Kigoma: mradi wa uzalishaji wa umeme kutoka katika mto Malagarasi, lakini kuna mradi wa njia ya kusafirisha umeme, lakini kuna kituo cha kupokea kupooza na kusambaza umeme hichi cha Kidawe. Uwekezaji huu ni uwekezaji mkubwa sana, na ukijumlisha fedha zote za uwekezaji katika sekta hii ya nishati ya umeme utaona kwamba mkoa wa Kigoma zimekuja jumla ya shilingi trilioni moja na zaidi. Huu ni uwekezaji mkubwa sana. Huu ni uwekezaji mkubwa sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, wanufaika wakubwa sana wa miradi hii ni sisi ofisi ya Rais TAMISEMI. Sisi ofisi ya Rais TAMISEMI ni wizara ya wananchi. Ni wizara inayoshughulika na kutoa huduma kwa kiwango kikubwa kwa wananchi. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, ukiangalia katika kazi zinazofanywa na wizara ya ofisi ya Rais Tamisemi, utaona mathalan kwenye sekta ya elimu, katika mkoa wa Kigoma kuna jumla ya shule za msingi na sekondari 983. Shule zote hizi zinahitaji nishati ya umeme kwa sababu, mheshimiwa naibu waziri mkuu, Mheshimiwa Rais anafanya uwekezaji mkubwa sana katika shule zetu hizi amewekeza katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na maabara za TEHAMA, wanafunzi wetu wanajifunza mafunzo ya kutumia kompyuta, lakini kuna maabara za sayansi. Mheshimiwa Rais anafanya uwekezaji mkubwa sana katika eneo hili. Kwa hiyo nishati ya umeme inaenda moja kwa moja kunufaisha sekta ya elimu katika mkoa huu kwa kwenda kuhakikisha shule zetu mia tisa zinapata nishati ya umeme, lakini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwenye sekta ya afya mkoa huu wa Kigoma una jumla ya vituo mia tatu ishirini na nne vya kutolea huduma ya afya. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, vituo vyote hivi vinahitaji nishati ya umeme. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais anafanya uwekezaji mkubwa sana kila wilaya tukienda tunakuta hospitali za halmashauri ambazo zimewezeshwa kwa vifaa na vifaa tiba vya kisasa ambavyo vinahitaji nishati ya umeme kwa ajili ya kuendesha. Lakini katika kila hospitali ya halmashauri, Mheshimiwa Rais amewekeza kuhakikisha kuna, kuna wodi maalum kwa ajili ya watoto wachanga na watoto njiti. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, ulikuwa katika hospitali ya halmashauri ya Kakonko wewe mwenyewe umetembelea katika wodi ya watoto wachanga na watoto njiti, umejionea vifaa vya kisasa ambavyo vinahitaji nishati ya umeme. Kwa hiyo hakika uwekezaji huu unaenda kuwanufaisha Watanzania, lakini ndio zile kazi ambazo sisi kama ofisi ya rais TAMISEMI tunazisimamia. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, haitoshi hivyo, mheshimiwa naibu waziri mkuu, haitoshi hivyo tu lakini hata ofisi za kwetu za TAMISEMI zinaanza kuanzia katika ngazi ya msingi kabisa, kwenye vitongoji, kwenye vijiji, kwenye kata, kwenye wilaya, hadi kufikia katika ngazi ya mkoa. Ofisi zote hizi zinahudumia wananchi na zote zinahitaji nishati ya umeme. Kwa hiyo, hakika tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha analeta fedha nyingi kwa ajili ya kutekeleza miradi hii ambayo moja kwa moja inaenda kuwanufaisha Watanzania, Watanzania wa mkoa wa Kigoma, lakini Watanzania wote kwa ujumla. Hakika tuna kila sababu ya kuona ni kwa namna gani mheshimiwa rais anatuangalia hata sisi watu wa Kigoma kwa jicho la pekee kabisa. Kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati yetu Dr. Matayo Davidi na wajumbe wote wa kamati ambapo leo nimefatana na wajumbe wawili Mheshimiwa Pondeza na Dada Sada, tunakushukuru sana kwa kutupa mwaliko huu wa kuja kushuhudia jambo hili kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwezi huu wa, wa Septemba umekuwa ni mwezi wa nishati maana ulitualika kwanza kwenda kuangalia maendeleo ya utekelezaji wa mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, ambapo tumekwenda kamati nzima tukashuhudia ambavyo mashine namba tisa, namba nane na namba saba zinafanya kazi na matayarisho ya mashine namba sita ambayo wakati wowote wa inaweza ikawashwa na kuanza kuzalisha umeme, na zaidi ya yote maandalizi ya kukamilisha mradi wenyewe. tunakushukuru sana tumeona hayo na tumefurahi sana. Lakini siku tatu tu baadaye ukatualika kwenda kuangalia jinsi ambavyo kule Madimba na Msimbati gesi inavyochakatwa katika, katika ubora mkubwa. Na vile vile tukashuhudia utoaji wa leseni mbili za visima vipya vya gesi ambavyo vinatakiwa kuendelezwa vya Ntoria. Hii yote ni kazi ya Wizara ya Nishati. Hatukukaa muda mrefu, ukatualika kufungua jengo la Wakala wa Nishati Vijijini, REA, ambapo tulishuhudia pia utiaji saini wa utumiaji wa nishati safi kati ya REA, Magereza na JKT. Haya yote ni mambo makubwa yanayofanywa na wizara yako ya nishati, na leo umetualika kushuhudia namna ambavyo serikali imeanza kazi ya mradi wa kuzalisha umeme wa Maragarasi megawati 49.5 na, na vituo vyake viwili vya kupokea kupoza na kusafirisha umeme yaani kule Maragarasi na hapa Kidahwe. Ningependa kutumia nafasi hii kwa niaba ya kamati ya nishati kutoa shukurani nyingi sana kwanza kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wizara ya nishati ikiongozwa na wewe mwenyewe, mheshimiwa waziri, ambaye pia ni naibu waziri mkuu, TANESCO na wote ambao wanawasaidia katika kutekeleza kazi hii. Taifa letu linakwenda kwa kasi kubwa sana, kwa miradi mikubwa sana iliyoshindikana miaka dahari, sasa inatekelezwa. Sisi kama kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini tunaona fahari kubwa sana kuishauri wizara hii ambayo kazi zake zinakwenda na zinaleta sifa katika taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, aliposimama mbunge mwenyeji ulisikia akiitaja Rea na akiomba umeme katika vijiji vyake. Sasa, kupitia mradi huu wa Maragarasi na ile njia ya kusafirisha umeme inayojengwa, kuna vijiji saba ambavyo vitanufaika kwa kupatiwa umeme na kaya zipatazo 750 zitaunganishiwa umeme. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi miradi hii inajumuisha mradi wa kituo cha kupooza umeme cha Kidawe ambao umegawanyika katika namna mbili. Namna ya kwanza katika kituo hiki ni ujenzi wa kituo cha Kidawe chenyewe cha msongo wa kilovolti 400 lakini ambacho pia kitakuwa na njia za kilovolti 132 na kilovolti 33 kwa ajili ya usambazaji sambamba na transfoma mbili kubwa za ukubwa wa MVA 120 na lakini pia sambamba na hilo kutakuwa na upanuzi chana, chana, chana, chana, nyanazi, wa kituo kidogo cha nyakanazi cha msongo wa kilovolti mia mbili na ishirini kwenda kilovolti mia nne ambacho nacho pia kina uwezo wa transfoma mbili kila moja ikiwa na ukubwa wa MVA mia moja na ishirini. Mheshimiwa mgeni rasmi, gharama za jumla za mradi wa ujenzi wa mradi wa maragarasi kwa ajili ya kuzalisha umeme